Tukielekea huko nchini Rwanda tunafahamishwa kwamba nchi hiyo iko katika hatua za awali za mazungumzo ya kupokea wahamiaji watakaofukuzwa kutoka nchini Marekani. Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alisema kwenye televisheni Jumapili usiku. Katika miaka ya hivi karibuni, Rwanda imejitengeneza kama nchi inayoweza kupokea wahamiaji ambao nchi za Magharibi zingependa kuwaondoa, licha ya wasiwasi kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ya kwamba Kigali haiheshimu baadhi ya haki za msingi za binadamu. Kigali ilisaini makubaliano na Uingereza mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kupokea maelfu ya omba hifadhi kutoka Uingereza, kabla ya mkataba huo kufutwa mnamo mwaka jana na waziri mkuu Kelly Stamer alichaguliwa hivi karibuni. Tuko katika mazungumzo na Marekani, Nduhungirehe alisema katika mahojiano na shirika la utangazaji la serikali Rwanda TV. Bado haijafikia hatua ambayo tunaweza kusema kwa uhakika mambo yataendeleaje. Lakini mazungumzo yanaendelea bado katika hatua za awali. Donald Trump alianzisha msako mkali dhidi ya wahamiaji na alijaribu kusitisha mpango wa Marekani wa kuhamisha wakimbizi baada ya kuanza kwa muhula wake wa pili mnamo mwezi Januari mwaka huu. Utawala wake umeshinikiza kwa nguvu kuwafukuza wahamiaji ambao wako nchini Marekani kinyume cha sheria na watu wengine wasio raia. Shirika la Umoja wa Mataifa la Wakimbizi UNHCR lilionya kuwa kuna hatari kwamba baadhi ya wahamiaji waliopelekwa Rwanda wanaweza kurejeshwa kwenye nchi walizokimbia. Kigali ilikanusha madai hayo na kuishutumu UNHCR kwa kusema uongo. Mwezi uliopita, Marekani ilimfukuza na kumrejesha Rwanda mkimbizi Mwarabu aliyekuwa amepata makazi mapya ambaye ilikuwa imejaribu kwa muda mrefu kumrudisha kwa madai ya serikali ya Iraq kwamba alifanya kazi kwa ajili ya Islamic State kulingana na ofisa wa Marekani na barua pepe ya ndani. Mahakama Kuu mwezi Aprili ilizuia kwa muda utawala wa Donald Trump ambao umetumia sheria